Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms mashamba yanayotembea. Ijue Aje Farms imeanza rasmi mwaka elfu mbili na kumi na nane baada ya kupata usajili wa kudumu wa kampuni binafsi Aje Farms. Lakini shughuli rasmi za Aje Farms zilianza mwaka elfu mbili kumi na nne ambapo miongoni mwa shughuli muhimu za mwanzoni ni kilimo, na zilianza katika mkoa wa Kagera na kuanza kujitanua katika mikoa jirani ikiwemo Geita, mikoa ya kanda ya kaskazini, pamoja na kanda ya pwani. Kutokana na uzoefu huo Aje Farms sasa inashirikiana kwa ukaribu kabisa na wakulima wengine katika mashamba yao kwa kutoa utaalam pamoja na kutafuta masoko. Kumbuka kila mafanikio huanza na malengo husika. Ndiyo maana Aje Farms tuna malengo kadhaa. Moja ni kuhakikisha uzalishaji wa chakula wa uhakika pamoja na kuelimisha jamii kuhusu kilimo kinachofuata kanuni ambazo zinatunza mazingira. Kutoa elimu ya ujasiriamali kwa ujumla katika kilimo na ufugaji kujikita katika kutatua changamoto za masoko na taarifa zake, maana ni eneo lenye changamoto kubwa, ili kuwezesha mkulima na mfugaji kuyajua masoko pamoja na mnunuzi kutopata shida ya kupata bidhaa anayohitaji. Kilimo na ufugaji ni vitu vinavyovutia sana, ambapo katika kilimo kuna mimea ambayo ni tiba lishe, kuna mapambo na mengineo mengi. Kwa ujumla, inagusa utalii na utamaduni pamoja na mila. Hivyo kuna kilimo utalii au lugha ya kigeni tunaita agriculture tourism. Aje Farms inauza mbegu mbalimbali mbali, pamoja na miche. Bila kusahau Aje Farms inapambana katika kutoa elimu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ambapo jamii inafundishwa kuhusu kilimo hai ambacho kinatunza mazingira ya kitaalam kinaitwa agroecology. Aje Farms wanaposema huduma zote zinazotembea wana maana kwamba wana huduma tembezi ambapo uwafikia wakulima, wafugaji pamoja na masoko, kadri inavyowezekana popote pale Tanzania bara na visiwani, hali inayosaidia kuwafikia watu kwa wakati na imesaidia kupunguza gharama na usumbufu wa kupata huduma za ugani, ikiwemo kupimiwa udongo, ushauri mashambani na mengineyo mengi. AJE-FARMS imeanzisha pia mashamba darasa ili kuwafikia wakulima popote pale walipo. Kwa maelezo zaidi unaona nafasi ya kuwasiliana nayo kupitia 0743812853 au waandikie kupitia website www.ajefarms.com, kupitia mitandao ya kijamii YouTube, Facebook na Instagram, andika ajefarms kwa herufi kubwa AJEFARMS. Tunakwambia, kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Hujambo na karibu, katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea.